Ila safari hii nikapanga nimwoneshe. Weit alipofika na bili, ilikuwa ni taimu ya kutumia mkwanja wangu. Chief vipi pesa? Ni mpesa. Nilidhani <laughs> ni mi ndio mjanja, kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni mpesa. Karibu katika news updates na mimi ni Katherine Kahabi. Simanzi yatawala, mume adaiwa kumchoma moto mkewe. Wakati watu wengine wakisherehekea sikukuu ya Krismasi, mwanaume anayetajwa kwa jina la Ramadhani, mkazi wa Mbezi Beach, jijini Dar es Salaam, anadaiwa kumuua mke wake wa ndoa Asia Hussein aliyekuwa na umri wa miaka thelathini na saba kwa kumchoma moto na kisha kutokomea kusikojulikana. Kwa mujibu wa chanzo chetu cha habari, tukio hilo lilitokea Disemba kumi na sita, mwaka huu majira ya saa tano usiku baada ya mtoto wao mwenye umri wa miaka kumi na tisa kurudi nyumbani akiwa amechelewa. Ramadhani na mke wake Asia walikuwa na ugomvi wa muda mrefu sana na inavyoonekana, kwa sababu hiyo ilifikia hatua wakagawana vyumba vya kulala, mwanaume akawa analala chumbani, na mwanamke akawa analala kwa wasichana wao wa kazi ambao ni wawili. Ndoa yao ina miaka kumi tu au zaidi pengine, na kisha walifanikiwa kupata mtoto mmoja wa kiume mwenye umri wa miaka saba Lakini mwanaume huyo alikuwa anaishi na mwanaye wa miaka kumi na tisa ambaye ndiyo chanzo cha kile kinachodaiwa kutokea. Chanzo hicho kilifafanua kuwa siku ya tukio ambapo ilikuwa ni majira ya saa tano usiku mtoto wao wa kiume mkubwa alirudi nyumbani usiku huo na babake akaanza kumpiga kwa kuchelewa. Marehemu aliingilia ugomvi ule na kumwambia kuwa mumewe usimpige mwanaye, kwani aliaga kwamba atakwenda kucheza mpira na rafiki zake. Baada ya hapo, sijui nini kilifuata hadi pale ilipobainika kuwa Asia ameungua na moto na mafuta ya taa kuanzia kwenye magoti kwenda sehemu ya juu. Baada ya kuungua vibaya, wafanyakazi wa ndani walimchukua na kumpeleka kituo cha polisi Mbezi na kisha hospitalini, na baada ya kuzidiwa, alihamishiwa hospitali ya taifa ya Muhimbili ambapo baadaye alifariki dunia, na kile kinachoeleza chanzo hicho. Chanzo hicho kilisema kuwa wakiwa kituoni hapo walipewa arabii yenye nambari kw hash pe hash 118 hash 2017 Global TV ilifanikiwa kuzungumza na dada wa marehemu Asia aliyejitambulisha kwa majina ya Hindu Suleiman ambaye alikili kutokea kwa tukio hilo. Anasema alipewa taarifa usiku kuwa mdogo wake amechoma moto, nikajaribu kuuliza kwa na nani aliyemfanyia kitendo hicho. Kamanda wa polisi mkoa wa Kinondoni, kamishna msaidizi wa polisi ASP Jumanne Murilo alipoulizwa kuhusu suala hilo alisema ndio kwanza analisikia na aliahidi kulifuatilia. Catherine Kahabi, Global TV. Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu Joni, miaka mingi imepita mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. nikiwa natoa pesa nilipe <laughs> Kube, malipo yameshafanyika. Chief vipi pesa ni Mpesa. Baada ya kununua zawadi za, za sikukuu, sasa nikapata nafasi ya kulipa. Chief vipi, pesa ni Mpesa. Alikuwa akilipa kila mara kila sehemu, ila safari hii nikapanga nimuoneshe. Weita alipofika na bili, ilikuwa ni taimu ya kutumia mkwanja wangu. Chief vipi, pesa ni Mpesa. <laughs> Nilidhani mii ndio mjanja, kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa M-Pesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni M-Pesa.